Karibu kwenye habari za ulimwengu. Ninayekuletea habari hizi ni mimi Isaac Samuel. China imefanya mazoezi makubwa ya kijeshi yanayotafsiriwa na wachambuzi wa masuala ya usalama kama ujumbe mzito wa onyo kwa dunia, hususani kwa Taiwan na mataifa yanayoshinikiza Beijing kisiasa na kijeshi. Mazoezi hayo yamefanyika katika maeneo mbalimbali ya bahari ya China Mashariki na karibu na kisiwa cha Taiwan, ikihusisha vikosi vya ardhini, baharini na angani, kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka jeshi la ukombozi wa watu wa China. Mazoezi hayo yalilenga kuimarisha utayari wa kijeshi, uratibu wa vikosi, na uwezo wa kukabiliana na vitisho vya nje. Hata hivyo, wachambuzi wa kimataifa wanasema mazoezi hayo yana ujumbe wa moja kwa moja kwa, moja kwa Taiwan na washiriki wake, hususani Marekani. Mazoezi hayo yalijumuisha matumizi ya ndege za kivita, meli za kivita, makombora, pamoja na mbinu za kisasa za kijeshi zinazolenga kuwadhoofi au kudhibiti uongozi wa adui katika hatua za awali za mgogoro wa kijeshi. Hatua hii imeibua hofu kuwa China inaonyesha kwa vitendo uwezo wake wa kijeshi wa kuendesha operesheni kubwa za kijeshi kwa muda mfupi. Mvutano kati ya China na Taiwan umeendelea kuongezeka katika miaka ya hivi karibuni, huku Beijing ikiendelea kusisitiza kuwa Taiwan ni sehemu isiyotenganishwa na Jamhuri ya Watu wa China. Serikali ya China imekuwa ikipinga vikali uhusiano wa kisiasa na kijeshi kati ya Taiwan na Marekani, ikitaja hatua hizo kama uchokozi na kuingilia mambo yake ya ndani. Kwa upande wake, Marekani imekuwa ikiongeza uwepo wake wa kijeshi katika eneo la Asia Mashariki, huku ikisisitiza kuwa inalenga kulinda usalama wa washiriki wake na kuhakikisha uhuru wa usafiri wa baharini. Hatua hii imekuwa chanzo kikubwa cha mvutano, huku China ikiiona hatua hiyo ya Marekani kama jaribio la kuizingira nchi ya China ya kijeshi. Jumuiya ya kimataifa imeonyesha wasiwasi mkubwa juu ya mazoezi hayo ya China, ikihofia kuwa hatua moja isiyothibitiwa inaweza kusababisha mgogoro mkubwa wa kijeshi wenye athari za kimataifa. Mataifa kadhaa yamehimiza pande zote kutumia diplomasia na mazungumzo badala ya kuonyesha nguvu za kijeshi. Wachambuzi wa masuala ya ulinzi wanasema kuwa endapo mgogoro kati ya China na Taiwan utaibuka, hautabaki kuwa wa kikanda pekee bali unaweza kuhusisha mataifa makubwa duniani na kuhatarisha amani ya dunia kwa ujumla. Hii ni kwa sababu eneo la Asia Mashariki lina umuhimu mkubwa kiuchumi, kijeshi na kimkakati. Huku mazoezi ya kijeshi yakiendelea, dunia inaendelea kufuatilia kwa makini hatua zinazochukuliwa na Beijing, ikitambua kuwa mvutano huu unaongeza hofu ya migogoro mikubwa ya kimataifa katika kipindi ambacho tayari dunia inakabiliwa na misuguano mingi ya kisiasa na kiusalama. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.